Mwendelezo wa kampeni za kunadi sera za chama cha ukombozi wa umma zimewafikia wakazi wa Mnazi mmoja mkoani Lindi ambapo baadhi yao wameonyesha shauku ya kupata uongozi utakaotatua changamoto zao. Mheshimiwa Rais, naomba ili ukasimamie na umeniahidi, kama chama cha ukombozi wa umma tumekukabidhi funguo aliyopoteza Mwingereza ya mafanikio katika nchi hii. We, wewe ndio mwenye paswodi tumekupatia, nenda kafungue maendeleo. Mgombea wa kiti cha rais cha umma Salum Mwalimu ameeleza uwepo wa fursa ya gesi katika mikoa ya Lindi na Mtwara na kuahidi usimamizi wa rasilimali hiyo. itakwenda kusimamisha mipango yote ya gesi, mipango yote ya gesi inayolenga kuitoa gesi nje ya Lindi, nje ya Mtwara, eti kwenda kuchakatwa nje ya Lindi, nje ya Mtwara. Gesi ichakatwe, ichakatwe Lindi mnaogeza umaskini na sio kupunguzwa umaskini. Na gesi ikichaketo kusini, unaondoa umaskini na umaskini unaondoka. Hivi ni wambie, tunapiga poroja za kisiasa, si ndio? Chauma kimeeleza mpango wake wa kufungamanisha sekta ya kilimo na viwanda, huku zao la korosho likitajwa kuendelezwa. Sera yangu ni hivi, mwezeshe mkulima wa korosho alime, mfanye mkulima wa korosho apate mavuno. Mwanaume ukiamka asubuhi unaenda kiwandani, unafanya kazi, ukifanya kazi utapata pesa. Matatizo ya kuwa tunatongozewa wake zetu kwa sababu ya kupata kipato, ndugu zangu wanaume, inaenda kufa. Uchaguzi wa rais, madiwani na wabunge umepangwa kufanyika tarehe 29 Oktoba. Emmanuel Kalemba, Azam News, Lindi.